Mheshimiwa Rais amewasilisha jina la Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba la ili lithibitishwe na Bunge, na kwa sababu anafaa na ana sifa zote hizo nilizozitaja hapo awali, Mheshimiwa Spika, nikianza na swala la uchapakazi. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba sio mgeni kwa waheshimiwa wabunge, lakini pia sio mgeni kwa wananchi kwa ujumla. Historia yake katika nyadhifa mbalimbali alizowahi kuwa nazo zinalithibitisha hili ninalolisema. Watu wengi ikiwa ni pamoja na waheshimiwa wabunge wanaufahamu uwezo wake wa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kujali saa za kawaida za kufanya kazi. Wanaofahamu vile vile uwezo wake wa kujituma usiku na mchana bila ya ulalamishi. Uwezo wake huo umejidhihirisha katika muda wote alioshika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa umma ndani ya serikali na katika taifa kwa ujumla.